Kadhalika, naam, jazakallahu khair. Katika mambo tunayomdai Bwana Diwani ni mubahala. Tunamkumbusha kila tukifanya darasa zetu, lazima aje aape na sipo hapa, tutajua kwamba innahu la minal kadhibin, aka yeye ni katika mijitu mirongo, kama anavyosema sisi ni waongo, sayee katika watu waongo. Ni yeye aje aape kwamba sisi tunachukua misaada kutoka Vatikani kupitia Saudi Arabia, aje ajiapize yeye mwenyewe kwamba wallahi, wabillahi, watallahi walaanatu llahi alaya in kuntu minalkadhibin. Hama bwana anachukua misaada Vatikan, au wanachukua misaada hapa hapa Tanzania, au Kenya, au Burundi, au Rwanda, au Marekani au nchi yoyote, au kuna mtu fulani huyo anawadhamini kwenye jambo lao hili, aje ape. Na hawezi na kama awezi afanye, na pengine ndio lilomkimbiza sabu, najua mi nishasema uongo pale, sasa itakuwaje, atanionaje? Kwa sababu hawezi kuapa, labda kama ajui maana ya kiapo. Ukiapa Diwani, huchukui siku tatu wewe, wallahi nakwambieni akijichanganya akaapa, mpeni siku tatu, afaje. Aone hawezi kuapa, na kama haweza afanye, aone Allah hatomwacha kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hawezi kuapa, au aje atukanushie yale madai aliyodai, kwamba sisi tulipo tunayakazia haya, kwa sababu kuna watu wana fikra kama zake katika watu sufia hawa wanaotupinga na wengineo katika watu wanaotupinga na dawa hii, wana fikra kama hizo, kwamba hawa magaidi tu wanadhaminiwa na Marekani, dawa ya watu wa Marekani hawa. Aje athibitishe hapa, yeye ndiye atakua chambo kwa wenzake hawezi kufanya hivyo, na kama hawezi hajafanya hilo, ilo jambo la kwanza. Jambo la pili, tuna maswali yetu tulimuuliza huyu bwana, haja yajibu, aje ajibu maswali yetu tuliyomuuliza. Swali so, la kwanza tulimuuliza kwa nini ulimsingizia imamu Abu Hanifa? Ni malengo yapi ya kumsingizia, ili ushinde au imekuwaje, ili upate watu wakufuate? Kwa nini unamsingizia imamu kama huyu ambaye ameutumikia Uislamu Nakuja kumsingizia maneno ambayo hakuyasema wala si itikadi yake. Kwa nini namsingizia? Jibu majibu haya, ni lazima ulijibu hili, na usipolijibu wewe ni katika waongo. So, swali la pili tulilomuuliza ni wahabi gani aliyesema Allah yuko ndani ya mbingu? Ni wahabi gani aliyesema hivyo? Akamleta Mustafa Aladawi, Sheikh Mustafa Aladawi al aliposema firaun afqahu minka, kwamba Firaun ana fikhi zaidi kuliko wewe

kwa maana ala samaa yuko juu yu ya mbingu. Kwa tuletee wahabi aliyesema Allah yuko ndani ya mbingu ni nani wahabi huyo? Mlete utuhudhurishie hapa. Kadhalika swala lingine ni wapi inawajibika fii kwa maana ya ala, yani fii inapogeuka kuwa ni ala, mzozo unayamia kwenye ala, ni wapi hiyo ala inakuwa inalazimu mulasaka, yani kuambatana kwamba fulani mfano kitu fulani kiko juu ya kitu fulani ni wapi inaambatana mulasaa katika fi kwa, kwa maana ya ala ni wapi imewajibisha hilo? Je, ni wajibu hilo? Swali hawezi kulijibu. Siajua nahau yeye na sarfa na balagha, sijui na ilmu almaani, si ilmu gani, aje atuambie hapa. popo, kwa kupopotoa kwamba imewajibisha hilo ni ijmaa wa wanachuoni, wamekubaliana wachawani wa, wa, wa, wa nahau kwamba fi kwa maana ya ala inalazimu mulasaa. Alete majibu yetu, hawezi kujibu kadhalika ni wahabi gani aliyesema Allah ana masikio kwa maana ya ala? Mimi nilipokuja kumjibu nikamwambia sisi tunaithibitishia Allah kusikia, lakini hakuna anayesema Allah ana masikio hatuthibitishi wala hatupingi, lakini tukamwambia pia hilo halipingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani mfano sisi hatujamthibitishia masikio wala kumkanushia, tukamwambia, alafu uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kwa kila kitu, ikiwa atazungumzisha ngozi ataizungumzisha, miguu na mikono haina mdomo, haina ulimi, haina kilimia tonge, lakini itazungumza. Je, Ye, yeye aliyeviumba Allah subhanahu wa ta'ala, hana uwezo wa kufanya lile analolitaka? Tunafahamiana naelewa, lakini ikiwa yeye ana uwezo wa kuzungumzisha ngozi, je, kwa nini ulazimishe kwamba sisi tunasema Allah anasikia, ana masikio? Kwa nini tulazimishe? Kwani Allah hawezi kusikia bila ya kuwa na ala za masikio? Ndio maana sisi tukamwambia

katika maneno tuliyomuuliza aje apopotoe maneno ya Imamu Tabari aliposema min anna lahu fi samai rabba, makusudio yake ni nini? Toa irabu hapo, sikwepe Bwana Diwani. Mimi nilisema hivi min anna lahu fi ssamai rabba, hiyo ndio maqulu lqaul, ndio kilichosemwa hicho, tunafahamiana, iko katika mahali pa nasu. Yeye akasema sijui nahau, lakini yeye akaiacha hivyo akaondoka zake. Sasa wewe unaijua nahau utupopotelea hapa, maana yake ni nini maneno haya na hawezi kujibu akija hapo taanza e, e, e, e, unajua firauna e, Firauna maneno si a ya Musa, lakini Firauna anamsemea Musa kwamba eh, lakini mwamini kwamba mjue kwamba si maneno ya Musa haya, ndio atabaki nalo hilo, anatatizika kwa sababu hawezi kujibu hoja hizi swali. so, la mwisho tulimuuliza ni salafi gani aliyesema Allahu maujudu bila makanin, Allah yupo pasi na mahala.

Kwa hiyo yeye yuko vile kama alivyokuwa kabla ya kuumba makana. Ndio hoja zao hizo, twamwambia hayo maneno hayajathibiti kwa al kwanza, Ali hana wazimu wa kusema maneno hayo, hilo la kwanza. Na riwaya hizi haziwezi kutoka kwa salafu. Haya maneno ameanuku Abu Mansur al Ashari katika shaira huyo, ameanukuu kwa mshia mmoja mwenye kitabu chake kinachoitwa Alfarqu Bain Alfiraq, kitu kama hicho, kayanukuu kwa mshia, hayana sanadi hata moja Sio sanadi maudhu makdhub, wala sanadi yani, sanadi ya kutunga hayana, wala sanadi ya udhaifu haipo. Wameamua tu kusema, mashia wenyewe akina Abu Mansuri, wakabeba huyo, wakamletea bwana Yusuf Diwani, naye akaja kuyabeba. Kwa hiyo hakuna salafi atakwambia sisi kina Imam Jafar amesema hivi si nani, uongo mtupu. Hakuna sanadi iliyothibiti katika hilo, na kama zipo zileteni, alafu mje mwone atakavyowaeleza hapa biidhnillah. Kwa hiyo hakuna salafi hata mmoja aliyesema

wale ahlu sunna wa imma wafanye tafwidh au tawil, anategemea maneno haya kwamba wakullu nasin au hama tashbiha awilhu au fawid warumtanziha, ni salafi gani aliyesema hivyo? Ndo ujibu maswali yetu haya na usikimbie, Bwana Diwani. Kwayo ndugu zangu Waislamu, Allah walipe na wabarik wa usikifu wenu, na darsa hizi zina faida sana sana kwa yule ambaye anajitambua na kuipenda dini yake, kwa sababu hawa jamaa wanatatiza sana na msiwasikilize. Haya anasema anasema, hey, unaona, anakataza kuwasikiliza, msiwasikilize watatieni shubha katika nyoyo zenu, kwa sababu wana maneno ya wanawachuoni wanayaleta, mengine hayajathibiti na mengine yamethibiti kweli, lakini wanawachuoni walipata sahihi katika hilo. Pengine anamtaja Imamul Baihaqi. Naona Imamul Baihaqi, ah, wewe sema Imamul Baihaqi, atasemaje? Uongo. Sisi tuangalia salafu walisemaje, kwa sababu hawa wanaotafsiri Qur'ani, wanaotafsiri hadithi, ni lazima wapite katika njia ya salafu salih, wao walielewa vipi. Nasallallahu bimanihi wa karamihi